Sisi tunakanyangania hapo Meru, kuja na chama ndio utaweza kumbageni kwa president, kuja na chama ndio utaweza kumbageni kwa kwa kwa kwa, kwa, kwa Raila. Na nataka kumwambia rais ile kitu hata inaniuma, ukienda kwa barabara enyewe ile inatoka hapa ikienda kwa deputy president ni matope, yaani barabara ya deputy president, mtoto wetu wa Meru, kwa nini mnatuachilia hivi? kusema ukweli Yaani hata protoko zaingine unaona hapa mtoto anachezewa. Hapana, hapana. Paka hii serikali tuheshimu hata sisi. Na hii serikali mjue Kindiki akiwa hapo, Kawira ako kazini. Yule mwingine ako hapo hata Raila anajua. Tukikuza Kindiki na Kawira ni hivyo tumeisha. Na Kiraitu anatumika. Nataka kuambia president, Kiraitu anatumika ndiyo yeye msemi mkongwe. Ukiona mtu yoyote hata mimi nitaseka. Lakini ukiona hii kamba imetoka ibanda na hii, metoka, hii